Kwenye Matendo ya Mitume sura ya kumi, ukisoma ile historia pale, Mtume Petro alikuwa tayari ameshajazwa Roho Mtakatifu na ameshaanza tayari kazi ya utumishi, kazi ya huduma, akiwa katika mchakato wa kuhudumia, na kupeleka habari njema huku na kule, Mungu alimfunulia ndoto. Aliona shuka lina shuka kubwa katika mawingu, alafu katikati anaona wanyama kibao na kati ya miongoni wa wanyama ambao anawaona ni wanyama ambao ni najisi. Mungu anamwambia chinja, hao ule. Mtume Petro anashindana na Yesu Kristo kwa habari ya kuchinja wale wanyama aliowaona, anasema wanyama hao ni najisi. Petro amekulia katika tamaduni ya Kiyahudi. Wayahudi kuna vitu kwao ni najisi, ikiwemo ni baadhi ya wanyama hawawezi kula ni vichafu, sio utakatifu kwao. Lakini Mungu anauondoa ule Uyahudi, anaondoa ile asili na ule utamaduni, ili aweze kumtumikia Mungu. Kwa lugha rahisi, tukiwa tunataka kutembea na mtembea wa Mungu kwenye maisha ya utumishi wetu, hatuwezi kutembea na mtembea wa Mungu ndani yetu wakati kuna asili zetu zinatuzuia. Mungu lazima aziondoe kwanza, ili tuweze kuwafikia watu. Maana ile ndoto ilikuwa ni kwamba Mungu anamtaka mtume Petro aende katika nyumba ya nani? Kornelio. Yule askari Kornelio, aende mule akawahubilia habari za Yesu Kristo. Angalia, tamaduni ya Petro, ni Myahudi, haruhusiwi kuchangamana na nini? Na watu wa mataifa mengine. Mungu, mapenzi yake anataka aende kuna nyumba ya nani? Ya Kornelio. Petro alimshia Mungu ndani mpaka anakuja kufuatwa na watenda kazi wa Kornelio, mpaka anaenda na alipoenda, alikuta Kornelio wamemwandalia ndugu jamaa na marafiki wengi. Akawahubiria habari za Yesu Kristo, na akasema hakika Mungu hana upendeleo. Akawahubiria habari za Yesu Kristo na watu wakapokea kipawa cha neema ya wokovu, wokovu, wokovu. Na neema ya wokovu sio kwa ajili tu ya Wayahudi, ni kwa ajili ya mataifa yote, siyo kwa ajili ya waliotahiriwa tu, hata wasiotahiri ni kwa wanawake na kwa wanaume. Hakuna mipaka wala tamaduni wala asili inaweza kumzuia mtu asiweze kuwafikia watu waliokusudiwa na Mungu kupokea neema ya huko. Petro huyu huyu ambaye alipojazwa Roho Mtakatifu kwenye Matendo ya Mitume sura ya pili, Biblia inasema Matendo ya Mitume sura ya pili, Petro alijazwa Roho Mtakatifu na akatangaza akasema, neema hii ni kwa ajili ya watu wote, ni kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu, na kwa ajili ya kila atakayemkiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana atapata ile neema. Kwenye Matendo Mitume, ya Mitume sura ya pili thelathini na tisa. Ila Matendo ya Mitume sura ya kumi, anasahau kwamba Roho Mungu aliyemjaza kule chumba cha juu alimsukuma kuhubiri kwamba neema hii ni ya watu wote, anasita kwenda katika nyumba ya mtu wa mataifa. Biblia inasema alifika Maria akachoka, akakaa katika kisima, ni kile kisima cha Yakobo, alicho kisima akakaa pale, wakati wanafunzi wake wameenda mjini kutafuta nini, chakula. Alipokuwa amekaa kwenye kisima, akaja yule mwanamke Msamaria. Yesu akamwambia, mama, madam, naomba maji, nipe maji nini. Yule madamu akamwambia, wewe, angalia asili inapo, inapo, inapo inapomzuia mtu asiweze kukutana na Mungu Anamwambia, wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria, hatuchangamani sisi. Asili naweka mipaka, Mungu asinifunue. Yesu akamwambia, ungejua ni kipawa gani ni karama gani na ni nani anayekuambia nipe maji ninyi, ungemwomba wewe maji akupe, maana maji atakayokupa hutaona kiu. Kama mwanamke Msamaria alikuwa anaongea na Masihi na Mkombozi. Mungu alifunua kwake kupitia mwili, lakini asili yake ilikataa kumzuia ni mpaka Yesu Kristo alipofungua kinywa chake, na akajua kwamba huyu ni nabii, huyu ndiye. Basi akasikia na akaenda kuwashuhudia watu wengine, Bwana Yesu sio? Lakini asili yake ishafanyaje? Ilishamzuia. ni aidha mtumishi wa Mungu, mtembeo wa Mungu ndani yako ukazuiliwa na asili na mazingira na tamaduni, usiwafikie watu wa Mungu au enda yule ambaye tunayemwendea sisi kwenye Roho Mungu tulipo, assignment ya kupatanisha nafsi za watu, asili ya kwao na mazingira ya kwao, enda ni ya kidhehebu, ni mfumo wa dini au taratibu za kwao, zikashindwa kuonesha ushirikiano na zikashindwa kumsikia Mungu au kupokea kitu katika ufalme wa Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Mwanamke Msamaria alikuwa ana yuko katika hali ya kuto kupokea kwa sababu alikuwa tayari asili yake amesharuhusu mbele na asili sharuhusu mbele, mungu aweze akajifunua kwake. Asili inamfunga mtu asiweze kutana na Mungu, ni ega mtumishi wa Mungu asiweze kuwafikia watu wale kusudiwa na Mungu, au mtu asiweze kumuona Mungu kwenye maisha yake. Kuna mtu mmoja naongea naye hapa. Pa kwanezo siwe sababu ya Mungu katika Matayo sura ya kumi na saba Mstari wa tatu wa tano. Sababu ya Mungu kuwafungua macho wakina Petro, Yohana na Yakobo walipokuwa kisali mlimani, sababu ya Mungu kuwafungua macho yao na wakaona picha ya Elia kushoto na Musa kulia na Yesu Kristo akiwa katikati yao, sura ya tano, mpaka Petro akasema Bwana, tujenge vibanda vitatu, kimoja cha kwako, kimoja cha nabii Elia, kimoja cha ja, ja, Musa. Sababu ya Mungu kufunua macho yao ni kwa sababu alikuwa anataka kuondoa ule uyahudi ili asili na tamaduni ndani yao. Kumbuka wayahudi walikuwa wameshika, mpaka sasa hivi wameshika torati ya Musa. Kwa hiyo yule Musa alipotokewa ilikuwa ni ishara kwamba mioyo yao ilikuwa ina sheria, ina torati. Mungu akawa anaiondoa torati ndani yao, sheria, kwa sababu kuna wakati wa neema unakuja hapo mbele, baada ya Yesu Kristo mwanangu kufa. Mungu anasema baada ya mwanangu kufa, Yesu Kristo nitaiondoa hiyo sheria iliyoletwa kwa mkono wa Musa, nitaleta neema na kweli. Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 na 18. Nitaondoa sheria iliyoletwa kwa mkono wa Musa, nitaleta neema na kweli kwa mkono wa nani? Yesu Kristo. Na kwa kuwa tu mioyo ya Wayahudi, macho yao ilikuwa katika manabii akina, akina Elia, akina Elisha na manabii wengine, Mungu alikuwa anaondoa macho ya watumishi wake Petro, Yohana na Yakobo. Na Mungu anazungumza na mimi na wewe, macho yetu yasiwe katika watu, macho yetu yawe katika nani? Yesu Kristo. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, nitakusomea anasema. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu.